CHADEMA bado inaendelea na mbinu yake ya kuwatumia vijana katika kutimiza ajenda zake. Hii yote ni kwa sababu CHADEMA wanazifahamu sifa za vijana, na sifa hizo zimetajwa na Mnyika kwamba vijana, vijana kwa Tanzania wana, wana, wana sifa kuu tatu: ya kwanza vijana wana nguvu za kimwili ukilinganisha na makundi mengine watu wazima wa rika la kati, wa, wa, au rika la juu na wazee, vijana ndio kundi ambayo kwa kweli wana nguvu kubwa sana za, za, za, za, za kimwili. Tunaamini kwamba hizi nguvu za kimwili ni nishati ambayo ikitumika vizuri kwenye mapambano ya kisiasa, hii ni nguvu kubwa sana ambayo inapaswa kutumika kama Tapa. Tunataka kufanya mapambano ya kweli kutumia nguvu ya ujana jambo muhimu sana katika mapambano. Kwa hiyo hiyo ni nguvu ya kwanza tuliona, na tuliona kama ni sifa ya vijana, mojawapo ya sifa za vijana, vijana wana nguvu za kimwili, hiyo ni moja. Lakini mbili, vijana ni wengi. Sasa huu wingi wao e, ni silaha ya hali ya juu katika mapambano. Nguvu ya pili ambayo tuliona kwa vijana ni nguvu ya wingi uliangalia demografia ya nchi yetu kwa maana ya muundo wa idadi ya watu katika taifa letu ukagundua kwamba aa, kwa sehemu kubwa nchi yetu ni, ni watu wenye rika la, la vijana Chuka, wakati huo tunafanya tathmini wakati huo tunaanzisha baraza la vijana, vijana walikuwa ni asilimia sitini na tano ya nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo kwa hiyo unazungumzia watu wengi kwa nguvu kazi na watu wengi kwa idadi watu wengi kwa idadi ya wapiga kura. Na hii hali haijabadilika hata sasa, na sio Tanzania tu. Katika nchi za Afrika vijana vijana ni ni wengi kuliko makundi rika mengine katika jamii, na hali hii kwa Afrika itaendelea kwa miaka mingine mingi mbele kidogo. Nasema kwa Afrika kwa sababu uh, yako mataifa duniani na yako mabara ambayo uh, idadi ya vijana imepungua sana ukilinganisha na Afrika. Ukienda bara la Ulaya wazee wameanza kuwa wengi sana, wakati ambapo sisi Afrika vijana ni wengi sana, na hii hali itaendelea kwa Afrika kwa muda, kwa miaka mingi kidogo mbele, mpaka ili rika lote la vijana wa Afrika itakapokuwa wazee, ndio pengine piramidi la idadi ya watu Afrika itaweza kubadilika. Sasa hii hii idadi ya wingi wa vijana ni nguvu, ni nguvu ambayo ikitumika ni silaha ya hali ya juu sana katika katika katika mapambano. Nashukuru katika siku za karibuni, nguvu hii ya vijana imeongezeka kiwango kikubwa zaidi katika, katika kuwa mstari wa mbele. Sasa hivi tunazungumza mapambano ya kisiasa katika nchi yetu kuongozwa na kundi linaloitwa Gen Z ambalo a, a, bila kuchukua tafsiri finyu ya Gen Z kwa maana ya ya kundi dogo la vijana wadogo hii uh, nembo ya Gen Z kimsingi inabeba tu utambulisho wa vijana katika mapambano. Kwa vijana sasa wameanza kuchukua nafasi ya kuwa mstari wa mbele kwenye mapambano na kuitumia hiyo nguvu ya ya ujana ya uwingi ya, ya, ya, ya katika mapambano ambayo ni jambo kubwa na ni jambo muhimu na ni jambo ambalo linastahili kuendelezwa. Lakini vijana hawana majukumu. Sasa mtu ambaye hana majukumu, maana yake yuko tayari kufanya lolote. Lakini kuna nguvu ya tatu ya vijana, nayo na ni nguvu ya ubunifu na uthubutu. Vijana katika makundi rita, rika yote ukiyachambua, kundi la vijana ndio kundi ambalo kwa kweli lina, lina ubunifu wa hali ya juu na lina uthubutu wa kufanya mambo kwa kiwango cha hali ya juu sana na katika kundi hili pamoja na kuwa vijana wenyewe wanatofautiana, ndani ya vijana wenyewe kuna marika mbalimbali, kuna sehemu ya rika la vijana ambalo halijamezwa bado na majukumu makubwa ya kifamilia. Kwa kufahamu sifa hizi za vijana, Chadema imeona karata yake irushe kwa vijana. Sasa vijana wanatumika katika kutimiza ajenda za Chadema, lakini hili linaleta walakini, linaleta shida kidogo, kwa sababu Chadema kwa kutumia mbinu hii, chama hiki kinageuka kuwa chama hatari zaidi. Tunawaza kwa pamoja, ni mzazi yupi ataruhusu mtoto wake ajiunge na Chadema? Mzazi kabisa akalizia kutoka moyoni. Chadema kinataka kugeuka kuwa genge hatari. Lakini pia tunajiuliza tunapambania nini? Kwamba e, kwa CHADEMA tunapambania nini? Je, huyu tunayepigana naye ni mtu sahihi? Ni kweli tunapigana na adui sahihi? Jibu ni hapana. Tunayepambana naye si sahihi, si adui sahihi, si adui sahihi kabisa tunaipigana naye. Uh, na katika harakati hizi kuna ufadhili wa wazungu. Sasa kama tunafadhiliwa na wazungu katika shughuli zetu na sisi tunakubali ufadhili huo bila kuhoji, tunatakiwa tufikirie mara mbili, tufikirie mara tatu, hata mara nne, tujiulize swali kwa hivyo wazungu wamegeuka marafiki? Kama mzungu atakupa fedha halafu utaanza kuwatumia vijana wa nchi yako, kwa sababu wana nguvu za kimwili, kwa sababu ni wengi na kwa sababu hawana majukumu eh. <laughs> Kwa hiyo ni rahisi kwao kuchukua riski yoyote sasa mzungu anapokupa fedha hizo na wewe ukazitumia katika mapambano ambayo unapambana na adui asiye sahihi, lazima ujiulize, wazungu wamegeuka kuwa wema? Wazungu hawa hawa wamegeuka kuwa marafiki? Lazima ujiulize mambo hayo. Sasa wazungu hawa ndio waliotufanya watumwa hawa hawa. Lakini hawa hawa wazungu ndio waliokuja kama wakoloni, walitutawala kwa miaka mingi sana na tulimwaga damu kuwaondoa. Lakini wazungu hawa hawa wanaendesha mkakati wa ukoloni mamboleo sasa kama wanaendesha mkakati wa ukoloni mamboleo hapo huko mpaka leo, ni kweli wanafadhili ukombozi wetu, ama tunarahisisha rasilimali zetu kuporwa? Ni kweli wazungu wanatupenda? Tunaposema rasilimali, pengine watu wanadhani ni almasi peke yake, ni dhahabu peke yake, e, pengine watu wanadhani ni madini tu hata vijana ni rasilimali. Vijana wanapoingia barabarani, wakauawa wakaumia, vijana wanapogeuzwa kuwa maharamia, ni rasilimali inapotea hiyo. Vijana ni rasilimali, ko tunaua rasilimali. Tunaweza tukakubali kwenda kwa mwendo huu, lakini iko hatari ya nchi kubaki na wazee tupu. Chadema haina mkakati wowote ule ambao wanaweza wakaja na ajenda nzuri ambazo zitalinda vijana na sikuwatoa sadaka. Hatuna mkakati huo.